Kuamua kukua katika imani ni wajibu wa kwako binafsi. Ni rahisi sana kuishi kwenye ulimwengu wa kimwili au ulimwengu wa kihisia au ulimwengu wa kiuhalisia. Ni rahisi sana kuishi kwenye ulimwengu wa kiuhalisia au ulimwengu wa kimwili au ulimwengu wa kihisia, ni rahisi sana, ni rahisi sana lakini ni kazi kuishi kwenye ulimwengu wa imani. Ni kazi, sio kitu chepesi. Ni lazima ukusudie, halafu uamue kujipa mazoezi mara kwa mara, tena na tena ujifanyie training mwenyewe. Sio kitu ambacho utalala unaamka umefika. Sio kitu ambacho uta utaenda tu ombeo ukiwa mkono hapo toke hapo tayari ushaanza kutembea kwenye imani. Hakuna, lazima upitie majaribio mbalimbali mbali. Lazima upite kwenye mazoezi mbalimbali mbali. Kama vile ambavyo mtoto akazaliwa akaanza kutembea hapo hapo au akaanza kuendesha basikeli hapo hapo au akajua kuendesha gari hapo hapo. Hata kama ni mtu mzima, lazima uende driving school ufundishwe namna ya kufanya paka unakuwa masta kwenye hilo eneo. Na imani nivuivu, ansama, wapenzi, bas, ni hivyo hivyo. Anasema, ninyi wapenzi basi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana. Kamake tuna wajibu wa kujijenga, ko ni kitu ambacho ni mchakato, sio kitu cha ghafla, ko lazima ukusudie kwamba nataka naanza hii safari ya kuingia kwenye huu mchakato, na ukiendelea kujijenga na kujijenga na kujifunza na kujiimarisha kwenye eneo fulani utajuta Kadi unavyozidi kujimalisha na kujijenga unazidi kukua. Hakuna nyumba ambayo inajengwa kwa wakati mmoja, hata kama ni nyumba maboksi. Hata kwanza, ya maboksi lazima yatapangwa, itabidi uyapange kwanza moja baada ya jingine. Mkijijenga juu ya imani yenu, maana yake kuna tofali la kuweka moja baada ya jingine mpaka ile nyumba ikamilike. Haujijengi ghafla, na ukishaanza huo mchakato, ukija ukaacha, unarudi nyuma. Eneo husika unalotaka kujimalisha imani kwalo sio kitu cha siku moja, sio kitu cha siku mbili, na ukishaanza kujijenga kwenye hilo eneo hutakiwi kwa kwa sababu ukiisha acha utajikuta umerudi nyuma zaidi ya pale ulipokuwa umefika. Na ni wajibu wa mtu binafsi kujijenga, na hata kama ni gumu kiasi gani hilo eneo, ni kazi kiasi gani hilo eneo, kadri unavyozidi kujijenga utajikuta ndani yako kuna ujasiri, kuna uhakika unao, sababu imani ni kuwa na hakika ko. Kama kwenye eneo husika hauna uhakika, maana hakuna imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Wakati kuna kitu kimetokea, unasema utakufa, una uhakika kwamba siwezi kufa. Unaweza usipate kitu unachotafuta kwa mara moja, unaweza usipate majibu unayoyataka kwa mara moja, lakini kadri unavyoamua kuendelea, kadri unavyoamua kujijenga, kadri unavyoamua kujiimarisha, kadri unavyoendelea kuweka matofali, ukuta unazidi kupanda, itafika mahali utakuwa ndani, huoni nje ko kwa. Ukiamua kwamba kwenye eneo hili nataka niwe vizuri, unatafuta neno la Mungu, mistari inayoongelea ilo eneo, unaisoma unaitafakari unaikariri. Hata kama uelewi kalili, hauwezi ukaelewa kama hujakalili ukishaelewa lazima ukalili. Kuna kwenye biblia hivyo hivyo, kuna kitu kikisoma usipo ukielewa kikalili kwanza, sababu swala la kuelewa swala kwako ni la Roho Mtakatifu, yeye ndiye atakie kuelewesha, atakie kufundisha. Anasema roho mwenyewe atawakumbusha yote, atakumbusha kitu ambacho hauna. Yesu alisema tawapa msaidizi atakayewafundisha yote na kuwakumbusha yote. Hasa nakumbushaje kitu ambacho hauna? Unajua maana ya msaidizi? Msaidizi haji kuanzisha kitu kipya ni msaidizi, anajua kusaidia kuanzia pale ambapo nguvu zako zimeishia.